Wengi wanafanya mazoezi kwa ajili ya mionekano, ndio maana hawajui maana halisi na maana umuhimu sahihi wa mazoezi. Ndio maana utawasikia wakisema oh, mimi sitaki kunyanyua ma vitu mazito, sitaki kuwa kama mwanaume. Sikia, mazoezi ni maisha, misuli ni maisha, na misuli haitengenezwi kirahisi kama unavyofikiria wewe. Misuli ni kazi sana kuipata, inakuchukua miaka mingi sana kupata misuli. Misuli ni dawa, misuli ni tiba, misuli ni kinga. Kadri unavyozidi kupoteza misuli, ndivyo unavyozidi kujiongezea hatari, uharaka wa kufa ya uh, misuli haipo kwa ajili ya kwa ajili ya nguvu, ipo kwa ajili ya kukulinda wewe. Ni moja ya tisho ambazo zinakulinda mwili wako. Misuli ni organ inayoishi, ni organ inayokusaidia kupambana na kiwango cha sukari kwenye damu, insulin sensitivity. Inasaidia kuondoa inflammation, inasaidia kurecover, inasaidia metabolism, inasaidia kubalance hormone, testosterone, estrogen, growth hormone, cortisol. Na kadri unavyokuwa na misuli mingi, ndio unavyojipunguzia hatari ya kupata kisukari ugonjwa wa moyo, eczema, uh, kuvunjika na kuzeeka haraka. Na asilimia themanini ya sukari ya chakula na chakula chote kinahifadhiwa kwenye misuli. So kama unavyozi kuwa na misuli mingi ndivyo huwezi kuwa mnene. Sawa? Kwa sababu unene ni mafuta ambayo ni, ni sukari isiyotumika. Kwa hiyo ukiona misuli misuli yako inaichukua hii sukari ikizidi kwenye damu na kwenda kuhifadhi. Hivyo hauwezi kuwa na mafuta mwilini. Misuli sio kwa ajili ya umri wa maisha marefu tu, bali misuli ni kinga bora sana ya metabolism kukufa fanya maz... nafanya mazoezi. Chukulie misuli kama kama dawa sawa, so, kwa njia tofauti tofauti. Yeah, usifikirie tu mimi sitaki kama mwanaume. No, ni ngumu sana kuwa kama mwanaume kutengeneza misuli na kuchukua muda sana. So utahitaji pia kuilund, kuilinda misuli yako, kula vyakula vyenye vya, vya protini, kula nyama zenye mafuta na utahitaji kurecover Okay, basi jitahidi ulale usiku japo masaa sita plus train mara tatu mara nne, misuli will be fine.